Wiki nzima tumekuwa tukijifunza habari juu ya afya. Afya. Chakula gani ni chakula bora? Ugonjwa wako umetoka tumboni mwako, alisema the father of medicine Hippocrates. Alisema ugonjwa wako umetoka tumboni mwako. Kama utakula vizuri, kama utafata kanuni za afya, hakuna sababu ya kuugua. Kama watu wa Mungu wangerudi kwenye diet tuliyopewa na Bwana, wakarudi kabisa kwenye chakula kile cha kwanza tulichopewa na Bwana pasingekuwa na haja ya kuugua ugua. Kweli, kwa sababu ya dhambi, huenda ingetokea kidogo, madhara yakatokea, lakini magonjwa mengi unayoyaona ni kwa sababu ya glutoni, kwa sababu ya ulafi, kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya masumbufu ya maisha haya, kwa sababu ya kula vibaya. Ndiyo maana tumeugua, makanisa yamejaa na wee, nataka nikwambie, ukitaka kuwa na kanisa kubwa, taka kuwa na kanisa kubwa na upate fedha nyingi na upewe sadaka nyingi, wewe anzisha kanisa linalosema ukikanyaga tu pale umepona, yaani ukikanyaga tu kile kibweta umepona, magonjwa yote umepona, watu watajaa pale. Tena utashangaa watu wanaacha hata, wanaacha bunge wanaacha hata, yani patakuwa wazi huko maofisi yote, watu wanakuja pale, kama kikombe cha babu wanywe tu, angalau wapige kikombe kinachoponya kila kitu. Wataenda mawaziri pale, wataenda viongozi wakubwa, matajiri na tena maskini, utasukuma huko, maana wenyewe wana mabodigadi watakusukuma huko, waende wakakipige kile kikombe, maana watu ni wagonjwa, watu ni wagonjwa, na ndio maana fungu letu kuu nikasema basi tuseme, maarifa, maarifa na juu ya maarifa kiasi, na juu ya maarifa kiasi. Hilo ndilo fungu ambalo ametusomea mtumishi wa Bwana katika kitabu cha Petro wa kwanza, Petro wa pili, ile sura ya kwanza tano sita saba na nane Ni ngazi, ngazi ya ukuaji, ngazi ya ukuaji katika no. asema, katika maarifa ongeza kiasi katika maarifa uongeze kiasi. Maarifa, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu huidharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kumcha Bwana ni namna gani? Kumcha Bwana ni kujitenga na uovu. Maarifa yanayoongelewa hapa ni kwamba lazima uende kwa kile alichosema Bwana uelewe, alafu ndipo basi ujifunze kutembea kwa adabu. Maana kiasi ni nini? Kiasi ni kwamba lolote ambalo ni baya, lolote ambalo ni sumu, lolote ambalo linaumiza, usitumie kabisa. Kiasi ni kwamba lolote ambalo ni zuri, lolote lenye kupendeza, lolote lenye sifa njema, ulitumie. Judiciary ulitumie kwa kwa namna fulani ambayo sio ya kuzidisha.